Zawadi ile aliyopewa. Karibu. Karibu sana mfuatiliaji wangu wa Kaukab TV. Leo tutazungumzia katika siku ya tano ya ziara ya Gamal Abdul Nasser Tanzania ambapo alikuwa anaenda mwishoni mwa siku zake alizokaa katika ziara hii ya Tanzania. Mwaka elfu moja mia tisa na sitini na sita siku hii ya tano, ukiacha tukio lile la kuhudhuria katika ukumbi wa bunge na kutoa hotuba, Rais Gamal Abdul Nasser alifanya jambo hili. Rais Gamal Abdul Nasser alikuwa ameandaa dhifa ya kitaifa ya mgeni kwa heshima ya mwenyeji wake Rais Gamal Ab Rais Julius Kambarage Nyerere, kwa heshima ya rais wa Tanzania, Rais Kambarage Nyerere. Dhifa ya kitaifa ilifanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee. Katika karamu hiyo Nasa alipata nafasi ya kuongea, na katika maongezi yake aliisifia Tanzania na hatua iliyopiga katika kujikomboa Anasema kuwa nimeona mapambazuko ya nchi hii ambayo kabla ilitopewa na ukoloni kwa muda mrefu. Tumevutiwa sana na mapambano yenu na jitihada zenu kufikia katika kujikomboa. Rais Gamal, katika mazungumzo yake, katika hotuba aliyotoa alisema, kwa muda kabla ya kupata fursa ya kujionea hapa tulikuwa tayari tunafuatilia maendeleo ya nchi hii. Jitihada hizo e, tuliziona sasa baada ya kufika hapa na tunazishuhudia katika medani halisi, na kwa kweli e, kupendezwa kwetu kumeongezeka kwa kutokana na ziara hii na yale ambayo tumeweza kujionea. Kwa kweli tumevutiwa sana endelea kupiga hatua mbele zaidi. Na kwa upande wake rais Julius Kambarage Nyerere, na yeye alitoa hotuba fupi katika karamu ile na alifanya majibu kama ifuatavyo. Katika baadhi ya yale aliyoyasema, rais eh, Julius Kambarage Nyerere asema Afrika ilichokuwa inakihitaji ni kukua na nguvu nguvu ya umoja, kuungana na kuwa na utendaji wa dhati wa nchi za Afrika. Kwa kutumia nguvu hizo na kutumia taasisi za kiitifaki, lakini na muungano wa kijamii uh, wa nchi hizi wanachama wa bara la Afrika tunaweza kufanikiwa. Na hii rais Julius Kambarage Nyerere alisema hivi karibuni tutaanza kubadili hali kuhusu uhuru wa Mwafrika, uhuru wa bara la Afrika, vilevile kubadili hali na kwenda katika maendeleo ya kiuchumi, kijamii na kisiasa katika bara letu la Afrika. Hii ilikuwa dhifa ya kitaifa ambayo ilifanywa kwa upande wa mgeni Rais Gamal Abdel Nasser na yalifanyika mengine ya kuonyesha kumbukumbu na kupeana zawadi mwishoni mwa dhifa hii ya kitaifa, kabla ya siku ya hitimisho la ziara ya Jamal Abdul Nasser, ambapo pia kulikuwa na matukio muhimu. Karibu sana mtazamaji wangu na mfuatiliaji wa channel hii ya Kawkab TV, kwa mara nyingine zaidi na zaidi, tutakuletea manono yaliyo jificha katika siriza. Karibu ya, tena mfuatiliaji wangu mwema katika uh, chanel hii ya Kawkab TV. Usisahau uh, kusubscribe na kulike pia vilevile kucoment kwa ajili ya mengine yaliyojificha katika vipindi vijavyo. Asante.